Sisi tunashukuru sana huyu rais. Sisi tukiwa kwa election ama uchaguzi uliopita tulikuwa wapinzani wake, lakini nikiangalia umri wangu umri wa wenzangu wale nilikuwa nao na mbio zao, wangeliweza hii kazi anafanya. Ndugu zangu Kenya, tumeseta tradition president wa kwanza ayati, mzee hayati mzee Kenyatta alituondokea tukiwa bado tunamuunga mkono Nyayo akachukua akafanya, tukabadilisha katiba tena shirini na nne sinamna hivyo. Mzee Mwai Kibaki akachukua akamaliza tamu zake mbi. Mtoto wa Kinyatta tena akarudi akamaliza tamu zake ngapi. Mnataka za William Ruto iwe ngapi? Mnataka siwe ngapi? al nataka ziwe ngapi? Mimi ni mzee wenu wa eria hii, nawaambia hatuwezi kukubali kuwa kwa upinzani. Sisi sisi tutakuwa kwa serikali, sisi tutakuwa kwa serikali, sisi tutakuwa kwa serikali.